Eh, cheki mtao ulivyokuwa yeah, yeah, smart. hauna mijiwe kama Magomeni, nyumba zimejipanga mwanangu, ona wewe huko bwana, na ukirequest boda inakuja mpaka nyumbani Ay. Ay, yani haulizi kwamba uko wapi wala uko wapi, hii ni Mwanza

ngala ngala basi aa kwa hiyo pale, kwa mfano leo ndo na leo jumangap Jumatano, Jumatano ni aa au Alhamis, pengine tena nakuwa na hamahama Jumaa pengine Jumamosi pengine. apa kwa mfano Mwanza pana fursa gani kwa mtu ambaye anakuja anataka kutafuta maisha kutokana amekuja na idea gani? aikaja ha, na idea ga hey, ila kiwa idea inatembea yeah, yeah, i hapa inaamsha imana. Mwanza ukija na idea yoyote, opportunities zipo nyingi, na ukiwa msafiri lazima utakutana na watu wengi, hususani ambao huku wengi ni watu wa Mwanza. Hapana, hawa wengi wengine waok toka mikoa tofauti, wapaka Wazanzibari huku wapo, Wazanzibari huku pia

kwa nini? Kwanza kule kuna milango kule, ah, unapanda uh, huku na huku, unapanda kushoto, unapanda kulia

mimi napenda sana kwenda kuona sehemu tofauti. Unajua, kwa najifunza vitu, naangalia napata culture, unajua tena maisha yenyewe, ila kujifunza hapo huh? Unakuja unafika mjini hapo sindo, kule tunapoenda huko maeneo kama na Nyegezi Nyegezi huko hapo, nakwenda sisu town kabisa, natok hapo, tinakwenda eh oo, kutoka hapo na kwenda mpaka nakwenda makampaka town yeah. aumbili yeah. wale kujenga jenga milimani huko, lakini ah bwana njia bwana njia bwana, yaani eh, kule kuna simba na mijiwe, hadi mmoja anasema eh, kweli leo nimekuja kwenye mijiwe, wameanza kutengeneza barabara za huko milimani eh, maana hii mijiwe mwanangu noma gaijiwe kimgktatenguka, sema Mwanza bana kauzuri wake unajua nini? Jua la hapa sio kali Yani jua la Mwanza inaunguza kama aliunguzi jua fulani soft, unajua kama linapigwa diffuser. Yani unajua kuna mligo na labda mwanga mwanga wa taa laba moga wenye katika kunguza mbele, ndio jua la Mwanza. Jua la Dar es Salaam, a anch ya Mungu utasaidia utadisiwa, Dar es Salaam jua linawaka kama kitu gani sasa

Poa. Oh, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu ukiwa unatembea tembea unajikuta unajifunza vitu vingi sana mbele ya safari jamani. Mwanza kuna foleni eti? Mwanza foleni wapi na wapi? ni jamaa kama ni barabara ndala ndala, yani huko watu wanakushangaa kulikweli, sio, kwa sababu gani? So, mazingira mazuri sana huyu jamaa, usipate nyuma. Yaani atuelewi ni Lena au ni vipi jamani? Kama la nakama la zombie bonda bonda hii sasa ndo barabara kubwa hii si ndio? Eh, yakwenda mjini yani yakwenda yaoti mjini ndo hii hapa. Jana usiku no, tumekuja hapa tumekuta dogo rafiki amevunjwa mkono, mkono umevunjika alafu yule yule hospitali ya mpigo, hospitali daktari amekataa kumtibia kumtibia, eti rafiki yangu, machozi yalinitoka kaka. Sasa hawana sababu, sababu hawataki tu udogo aende, kapea analia rafiki yangu, yani mwanangu, mpaka nilitoa hela na mimi nimpe aende hospitali ya huku, nimepiga boda boda, kila kitu aende huku. Jamaa yule dereva boda boda akaenda naye huko, apigwe apigwe bio bio na hela, yule jamaa boda boda, sababu ndo kujua dogo mwanangu, miaka 8 yule. Yeah. Oh, yeah, well, hmm. yeah si 7